Habari e, watu wangu, leo tuko na kuku makucha almaarufu kama kenge. So baada ya kumkata kichwa, then unaanza kumchuna. Unaanza upande wa chini, unampasua katikati, na ni vizuri ukatumia kiwembe kwa sababu ngozi yake ni nyembamba. Ukitumia kisu unaweza ukawa unakata hadi sehemu ya nyama. kwa hiyo ukisha, unaanza kumnani kuanzia huku chini then unapanda taratibu mpaka juu. Kama hayo yanaonekana hapo ni mafuta. Mafuta ni dawa ya sikio, yanatumika sana kwa wale wanaoumwa na sikio waga, ukiweka kwenye sikio waga ni dawa na, na tukirudi kwenye swala la kichwa, kichwa kina sumu ambayo wenyewe kwa wadudu wanatumia. Kama unavyoona ulimu wake ni mrefu, wanaitumia ku kukamata wadudu katika kula kwao. Kwa hiyo kichwa ukisha kikata na kukitoa kwa hapo, unamchuna mpaka katika sehemu ya mkia. Utaangalia sehemu ambayo mwenyewe unaona kabisa kuna nyama, kwa sababu mkia huko mwisho kabisa unakuwa hauna nyama. Kwa hiyo utachuna hadi sehemu ambayo unaona nyama ipo, kama unaona hapo. Mimi nilishia hapo, kwingine nimeona nyama yake kama unavyoona hapo. Nimeshamchuna na nimeshaweza kumchuna. Sasa zoezi linalofuata ni kumtoa vitu vya ndani. Sasa vitu vya ndani unatakiwa utoe, kama unavyoona unafata taratibu, unahakisha unatoa vitu vyote na baki nyama tu. Umeona kuna hizi tando zimeshikana shikana hapo, kwa hapo unatoa taratibu kuanzia huku kwenye shingo. Kuna huu mrija kama unaokata huo, unatoka juu kwenye sehemu yake ya kula, unaukata unaanza kuutoa kuanzia huku juu kwenye shingo u, unatoa unauvuta, unahakikisha hakibaki chochote, kama unavyoona hapo. Nimetoa, umeona nimevuta vitu vyote, na kisha inabaki nyama tu. Ndivyo unavuta, unatoa mpaka hapa katikati, panapoanza mkia, ndo pana sehemu zake. Kama unavyoona hapo, nimeshatoa vyote, yamebaki kama alivyo. Sasa hapa katikati, panapoanza mkia, ndo sehemu zake za siri zipo hapo, napoanza kupakata hapo hapo napo utapakata katikati then utaangalia utaona, kuna, yani utaona, kuna, kuna, kuna sehemu zake za siri, hapo, hizo za katikati hizo unazitoa vizuri, unazitoa unazimega, unaacha miguu miguu na sehemu ya mkia hapo katikati pia hapo. Sasa nyama yako inakuwa iko tayari kwa ajili ya kuliwa kutoka hapo unaiosha unaimarinate unaweza ukaichoma au ukaikaanga thank you guys.